Kitabu cha Ezekieli, sura 39 na ya arobaini. Naam kanisa, la Mungu tumsifu Yesu Kristo. Karibuni sana wapendwa mahali hapa katika kipindi chetu kizuri cha usomaji wa Biblia kwa njia ya sauti. Nami naitwa Mwalimu Petro ninawaalika wapendwali siku nyingine tena nzuri ambao Mungu anatupa nafasi ya kwenda kusoma neno lake takatifu. Hivyo unaweza ukaandaa Biblia yako karibu, ili tutakapokuwa tunasoma na wewe unasoma kwa kufuatilizia kwenye Biblia yako, na Mungu ataendelea kukujenga na kukuimarisha kwa neno lake. Tusali tuanze rasmi siku ya leo. Kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu, amen. Bwana Yesu tunakushukuru, tunakuinua Yesu, kwa upendo wako na wema wako mkuu. Tunaamini e Bwana, tuko hapa ni kwa sababu ya nguvu zako. Tunaomba e Bwana, utuwezeshe kuweza kusoma neno lako na kuweza kulielewa. Roho Mtakatifu uliye mwalimu wa walimu, achilie hekima yako ndani yetu, ili kila mmoja wetu aweze kuelewa neno lako. Tukinge la kila roho zote za yule mwovu damu ya Yesu itutakase na kutupa nguvu ya kuimarishwa katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, tuseme amen. Wapendwa, karibuni sana, ni kitabu cha Ezekieli sura 39 na ya 40. Tuungane sasa na ndugu zetu wa Wedi Project, tuanze rasmi usomaji wa Biblia kwa njia ya sauti. Mlango wa 39. na wewe mwanadamu, tabiri juu ya gugu, useme Bwana Mungu asema hivi: Tazama mimi ni juu yako, ewe Gogu mkuu wa Roshi, Mesheki na Tubali, na Tubali, nami nitakugeuza na kukuongoza, nami nitakupandisha toka pande za mwisho za kaskazini, nami nitakuleta juu ya milima ya Israeli, nami nitaupiga upinde wako utoke katika mkono wako wa kushoto, na mishale yako nitaiangusha itoke katika mkono wako wa kulia. Utaanguka juu ya milima ya Israeli wewe na vikosi vyako vyote na watu wa kabila nyingi walio pamoja nawe, nami nitakutoa na, na, na kuwapa ndege wa kila namna wala unyama na wanyama wa nchi uliwe, na wao utaanguka katika uwanda, kwa maana mimi nimenena neno hili, asema Bwana Mungu. Nami nitapeleka moto juu ya Magogu na juu ya watu wote wakao salama katika visiwa, nao watajua ya kuwa mimi ndimi Bwana na jina langu takatifu nitalifanya kuwa limejulika kati ya watu wangu Israeli, wala sitaliacha jina langu takatifu kutiwa unajisi tena; nao mataifa watajua ya kuwa mimi ndimi Bwana na aliye mtakatifu katika Israeli. Tazama, linakuja nalo litatendeka, asema Bwana Mungu; hii ndio siku ile niliyoinena. Hao wakao katika miji ya Israeli watatoka nao watafanya mioto kwa silaha za vita na kuziteketeza ngao na vigao na pinde na mishale na mafumo na mikuki, nao watazitumia kama kuni kwa muda wa miaka saba. Hata hawataokota kuni mashambani wala hawatakata kuni msituni, maana watafanya mioto kwa silaha zile. Nao watawateka nyara watu waliowateka wao na kunyang'anya vitu vya watu walionyang'anya vitu vyao, asema Bwana Mungu. Tena itakuwa katika siku hiyo nitampa Gogu pa kuzikia katika Israeli, bonde la wapitao upande wa mashariki wa bahari, nalo na litawazuia wapitao; na huko watamzika Gogu na watu wake jamii yote, nao wataliita bonde la Hamon Gogu. Na kwa muda wa miezi saba nyumba ya Israeli watakuwa wakiwazika wapate kuisafisha nchi. Naam, watu wote wa nchi hiyo watawazika, itakuwa ni sifa kwao katika siku ile nitakapotukuzwa, asema Bwana Mungu. Nao watawachagua watu wa kufanya kazi ya daima, watakaopita kati ya nchi ili kuwazika waliosalia juu ya uso wa nchi, ili kuisafisha miezi saba itakapokwisha kupita watatafuta. Na hao wapitao kati ya nchi watatafuta, na mtu yeyote aonapo mfupa wa mtu, ndipo atakapoweka alama karibu nao, atawazishi watakapouzika katika bonde la Hamon Gogu. Tena Hamon alitakuwa jina la mji. Hivyo ndivyo atakavyosafisha nchi. Na wewe mwanadamu, Bwana Mungu asema hivi, sema na ndege wa kila namna na kila mnyama wa kondeni, jikusanyeni, mje, jikusanyeni pande zote, mwijilie sadaka yangu niifanyayo kwa ajili yenu, nam sadaka kubwa juu ya milima ya Israeli, mpate kula nyama na kunywa damu Mtakula nyama yao walihodari, na kunywa damu ya wakuu wa dunia, ya kondoo waume na ya wanakondoo na ya mbuzi na ya ng'ombe wote na wanono wa Bashani. Nanyi mtakula mafuta na kushiba, mtakunywa damu na kulewa, na sadaka yangu niliyoifanya kwa ajili yenu. Nanyi mtashibishwa mezani pangu kwa farasi na magari ya vita na mashujaa na watu wote wa vita, asema Bwana Mungu. Nami nitauweka utukufu wangu kati ya mataifa, na mataifa wote wataiona hukumu yangu niliyoitekeleza, na mkono wangu niliouweka juu yao. Basi nyumba ya Israeli watajua ya kuwa mimi ndimi Bwana Mungu wao, tangu siku hiyo na baadaye. Nao mataifa watajua ya kuwa nyumba ya Israeli walihamishwa na kwenda kifungoni kwa sababu ya uovu wao, kwa sababu waliniasi, nami nikawaficha uso wangu basi nikawatia katika mikono ya adui zao, nao wakaanguka kwa upanga wote pia. Kwa kadiri ya uchafu wao, kwa kadiri ya makosa yao, ndivyo nilivyowatenda nami, nikawaficha uso wangu kwa sababu hiyo. Bwana Mungu asema hivi: sasa nitawarejeza watu wa Yakobo waliohamishwa, nitawahurumia nyumba yote ya Israeli, nami nitalionea wivu jina langu takatifu, nao watachukua aibu yao na makosa yao yote walioniasi, watakapokaa salama katika nchi yao wenyewe, wala hapana mtu atakayewatia hofu. Nitakapokuwa nimewaleta tena kutoka kabila za watu na kuwakusanya kwa kuwatoa katika nchi za adui zao, na kutakaswa kati yao mbele ya macho ya mataifa mengi, nao watajua ya kuwa mimi ndimi Bwana Mungu wao, kwa kuwa naliwahamisha waende utumwani kati ya mataifa, na mimi nikawakusanya na kuwaingiza katika nchi yao wenyewe, wala sitawaacha tena huko kamwe hata mmojawapo, wala sitawaficha uso wangu tena, kwa maana nimemwaga roho yangu juu ya nyumba ya Israeli, asema Bwana Mungu. Mlango wa arobaini. Katika mwaka wa ishirini na tano wa kuhamishwa kwetu, mwanzo wa mwaka, siku ya kumi ya mwezi, katika mwaka wa kumi na nne baada ya kupigwa mji Siku hiyo hiyo mkono wa Bwana ulikuwa juu yangu, akanileta huko katika maono ya Mungu. Alinileta mpaka nchi ya Israeli, akaniweka juu ya mlima mrefu sana, ambao juu yake palikuwapo kana kwamba ni umbo la mji. Upande wa kusini akanileta huko, na tazama, alikuwapo mtu ambaye kuonekana kwake kulikuwa kama kuonekana kwa shaba, naye alikuwa na uzi wa kitani mkononi mwake na mwanzi wa kupimia akasimama karibu na lango. Mtu yule akaniambia, Mwanadamu, tazama kwa macho yako, sikia kwa masikio yako, ukaweke moyoni mwako yote nitakayokuonyesha, maana umeletwa hapa kusudi ni kuonyesha haya. Tangaza habari ya yote utakayoyaona kwa nyumba ya Israeli. Na tazama, kulikuwa na ukuta nje ya nyumba pande zote, na katika mkono wa mtu yule mwanzi wa kupimia urefu wake dhiraa sita kila dhiraa dhiraa na shubiri. Basi akaupima upana wa jengo lile mwanzi mmoja, na urefu wake mwanzi mmoja. Kisha akaenda mpaka lango lielekealo upande wa mashariki, akapanda madaraja yake, akakipima kizingiti cha lango, upana wake mwanzi mmoja, na kizingiti cha pili, upana wake mwanzi mmoja, na kila chumba, upana wake mwanzi mmoja na urefu wake mwanzi mmoja na nafasi iliyokuwa kati ya vyumba ni dhiraa tano, na kizingiti cha lango lililokuwa karibu na ukumbi wa lango lililoielekea nyumba mwanzi mmoja akaupima, na ukumbi wa lango lililoielekea nyumba mwanzi mmoja. Kisha akaupima ukumbi wa lango dhiraa nane na miimo yake dhiraa mbili, na ukumbi wa lango uliielekea nyumba. Na vyumba vya walinzi vya lango upande wa mashariki vilikuwa vitatu pande huu na vitatu pande huu, vyote vitatu vya kipimo kimoja nayo na miimo ilikuwa ni kipimo kimoja upande huu na upande huu. Akaupima upana wa mahali pa kuliingilia lango dhiraa kumi na urefu wa lango dhiraa kumi na tatu na mpaka mbele ya vile vyumba dhiraa moja upande huu na mpaka dhiraa moja upande huu na vile vyumba dhiraa sita upande huu na dhiraa sita upande huu. Akalipima lango toka paa la chumba kimoja hata paa la chumba cha pili upana wa dhiraa ishirini na tano mlango mmoja ukielekea mlango wa pili. Akafanya miimo pia dhiraa sitini na uwanda uliufikilia mwimo lango lile likizungukwa pande zote, natoka mahali palipo mbele ya lango penye maingilio yake hata mahali palipo mbele ya ukumbi wa ndani ya lango diraa hamsini. Na kwa vile vyumba palikuwa na madirisha yaliyofungwa na kwa miimo yake ndani ya lango pande zote, na kwa matao yake vivyo hivyo, na madirisha yalikuwako pande zote, upande wa ndani. Tena palikuwa na mitende juu ya kila mwimo. Ndipo akanileta mpaka ua wa nje, na tazama, palikuwa na vyumba na sakafu iliyofanyizwa kwa ule ua pande zote, vyumba thelathini, vilikuwa kujua sakafu ile, na ile sakafu ilikuwa kando ya malango, urefu wake sawasawa na urefu wa malango, yani sakafu ya chini. Kisha akaupima upana toka mahali palipokuwa mbele ya lango la chini hata mahali palipokuwa mbele ya ua wa ndani nje yake, dhiraa mia, upande wa mashariki na upande wa kaskazini. Nalo lango la ua wa nje lililoelekea kaskazini, akalipima urefu wake na upana wake na vyumba vyake vya walinzi vilikuwa vitatu pande huu na vitatu pande huu, na miimo yake na matao yake; kipimo chake ni sawa sawa na kipimo cha lango la kwanza. Urefu wake dhiraa hamsini na upana wake dhiraa ishirini na tano Na madirisha yake na matao yake na mitende yake, kipimo chake ni sawa sawa na kipimo cha lango lililoelekea upande wa mashariki; nao hupanda kwa madaraja saba na matao yake yalikuwa mbele yake na ule ua wa ndani ulikuwa na lango lililoelekea lile lango la pili upande wa kaskazini na upande wa mashariki. Akapima toka lango hata lango dhiraa mia. Akanileta mpaka upande wa kusini, na tazama lango lililoelekea kusini, akaipima mimo yake na matao yake sawasawa na vipimo hivyo. Tena palikuwa na madirisha ndani yake na katika matao yake pande zote kama madirisha hayo, urefu wake dhiraa hamsini na upana wake dhiraa ishirini na tano Tena palikuwa na madaraja saba ya kulipandia, na matao yake yalikuwa mbele yake, nalo lilikuwa na mitende mmoja upande huu na mmoja upande huu juu ya miimo yake. Tena uwa wa ndani ulikuwa na lango lililoelekea kusini, akapima toka lango hata lango kwa kuelekea upande wa kusini dhiraa mia. Kisha akanileta mpaka ua wa ndani karibu na lango lililoelekea kusini, akalipima lango la kusini kwa vipimo vivyo hivyo, navyo vyumba vyake vya walinzi na miimo yake na matao yake sawasawa na vipimo hivyo. Tena palikuwa na madirisha ndani yake na katika matao yake pande zote, urefu wake dhiraa hamsini na upana wake dhiraa ishirini na tano. Tena palikuwa na matao pande zote urefu wake dhiraa ishirini na tano na upana wake dhiraa tano na matao yake yaliyouelekea ua wa nje, na mitende ilikuwa juu ya miimo yake. Palikuwa na madaraja manane ya kuupandia. Akanileta mpaka ua wa ndani ulioelekea upande wa mashariki, akalipima lango kwa vipimo vivyo hivyo, navyo vyumba vyake vya walinzi na miimo yake na matao yake kwa vipimo hivyo. Tena palikuwa na madirisha ndani yake na katika matao yake pande zote urefu wake dhira hamsini na upana wake dhira ishirini na tano na matao yake yaliuelekea ua wa nje, na mitende ilikuwa juu ya miimo yake upande huu na upande huu. Tena palikuwa na madaraja manane ya kupandia. Akanileta mpaka lango lililoelekea upande wa kaskazini, akalipima kwa vipimo vivyo hivyo, vyumba vyake vya walinzi na miimo yake na matao yake tena palikuwa na madirisha ndani yake pande zote, urefu wake dhira hamsini na upana wake dhira ishirini na tano Na miimo yake iliuelekea ua wa nje, na mitende ilikuwa juu ya miimo yake upande huu na upande huu. Tena palikuwa na madaraja manane ya kuupandia. Na chumba pamoja na lango lake ilikuwa karibu na miimo ya malango, ndiko walikoiosha sadaka ya kuteketezwa. Na katika ukumbi wa lango palikuwa na meza mbili upande huu na meza mbili upande huu, ili kuichinja sadaka ya kuteketezwa na sadaka ya dhambi na sadaka ya hatia. Na upande mmoja nje penye madaraja ya kuliingilia lango lililoelekea kaskazini, palikuwa na meza mbili upande wa pili repeat na upande wa pili ulio wa ukumbi wa lango hili, palikuwa na meza mbili. Palikuwa na meza nne upande huu na meza nne upande huu, karibu na lango, meza nane, ambazo juu yake walichinja sadaka tena palikuwa na meza nne kwa sadaka za kuteketezwa za mawe yaliyochongwa, urefu wake dhiraa moja na nusu na upana wake dhiraa moja na nusu na kiimo chake dhiraa moja. Juu yake waliviweka vyombo vya kuchinjia sadaka za kuteketezwa na sadaka. Tena hizo kulabu, ambazo urefu wake ni shubiri, zilifungwa ndani pande zote, na juu ya meza hizo ilikuwa kwa nyama ya matoleo. Tena nje ya lango la ndani palikuwa na vyumba kwa waimbaji katika ua wa ndani uliokuwa kando ya lango lililoelekea li li kusini, navyo vilikabili upande wa kusini, na kimoja kando ya lango lililoelekea li li li upande wa mashariki, kulikabili upande wa kaskazini. Akaniambia, chumba hiki kinachokabili upande wa kusini ni kwa makuhani, yaani hao walinzi wa malindo ya nyumba, nacho chumba kinachokabili upande wa kaskazini ni kwa makuhani walinzi wa malindo wa wa ya madhabahu. Hao ni wana wa Sadoki ambao miongoni mwa wana wa Lawi wamkaribia Bwana ili kumtumikia. Akaupima huo ua, na urefu wake ulikuwa dhiraa mia na upana wake dhiraa mia mraba, nayo dhabahu ilikuwa mbele ya nyumba. Ndipo akanileta mpaka ukumbi wa nyumba, akapima kila mwimo wa ukumbi dhiraa tano upande huu na dhiraa tano upande huu, na upana wa lango ulikuwa dhiraa tatu pande huu na dhiraa tatu pande huu. Urefu wa ukumbi ulikuwa dhiraa ishirini na upana wake dhiraa kumi na moja karibu na madaraja ambayo waliupandia. Tena palikuwa na nguzo karibu na miimo, moja upande huu na moja upande huu.